Asanteni sana wazazi. Sasa niombe tuachie tuwaachie hawa watoto, sio muda wa picha kwa wazazi, ni muda wa kuwaleta kwa ajili ya vyeti. DJ, DJ, DJ, aya, asante. Sasa naomba kitu kifuatacho, tutasoma jina moja baada ya jingine, na utakuja ukishakuja, utashika mkono kuanzia mwanzo hadi huku. Naomba sasa mwalimu, letee mtu wa kwanza pre-unit Tunaanza. Naomba sana ndugu wazazi, baada ya kupiga picha tumu virudishe kwa sababu kuna marekebisho kidogo. Mtu wa kwanza ni Taba

Walimu, walimu tafadhali wa Dodani, tusaidizane hapa. Walimu wa Dodani tusaidizane, tusogee karibu. Katunga. Brighton

Kisha, pokea cheti unamsaidia kukitunza ili ukirejeshe kama tulivyopewa maelekezo. Kiwa anakuja Msiru Gabriela Muhozia. Mohoza. Gabriela. Mohoza, studio kidogo. Sogeza mziki kidogo. Gabriela. Gabriela. Gabriela Mohoza. Yunis ima Mariwa. Yunis. Yunis akiwa anafata Yunis Maliwa. Yes. Yunis Mariwa. Asad M Katanga. Asad Katanga. Asante sana. Diego Minja. Diego F Minja. Diego mada yamtusaidia hapo Diego aje kwa kwa haraka kidogo kidogo. Kaeli mada yamtusaidie hapo Abeli Chiza. Abeli Madamu tusaidie na Abeli asubiri kidogo. Mkifika mnaenda kwa madamu kwanza hapo, afu ndo takuja kwa mgeni rasmi. Amur Ara Juma. Asante, Asante sana. Esta James Akamba. Esta Sakamba. Asante sana Esta, ukiwa unakuja kwa madamu hapo Ethan J. Makingi. Asante sana, Ethan. Avieri A. Mgasi, uko najiandaa. Glory Es Nderwa derwana kuanza kwa madam hapo, subiri tupate picha kwa uzuri. Jong Henry. Jong. Wazazi, mwachia watoto kama bado wako huko ili tuwai. Prince Jovin. Prince Jovin. Wazazi, wazazi, naomba tusogee nyuma. Reina Obadia. Tuko live pale, kwa hiyo tunaonekana kwaona, naomba tusogee, tusoge nyuma kidogo. Reina. Tusagee nyuma wazazi, tusagee nyuma. Esther Bosco. Esther Bosco. Yobea Chamba. Yobea Chamba. Yobea Chamba. Varun N. Abilu. Abilu. Wazazi tafadhali, nawaomba, nawaomba sana, tusogee tu nyuma. Baada ya hii tukio, utakana mtoto wako utampiga picha za kutosha. Wakati huo walimu wale wale wale walioandaliwa kwa ajili ya keki wawe tayari. Hakatai. Nurat Juma Nurat, kipengele pengele cha usafi pia Nurat, pia usafi Nurat. Ni binti ambaye, Nurat ni msafi. na Matias Mbogoshi, akiwa kapiga hijabu yake vizuri, eh, usafi Matia, jamani. Matias Mbogoshi, Matias Mbogoshi, kipengele pia cha mambo ya kiroho, lije. Mambo ya kiroho, hawa ndio wachungaji tunao wategemea. Matias Mbogoshi, habari ya mambo ya kiroho na ndicho cheti cha mwisho kwa habari ya vyeti vya appreciation. Hawa ndio wachungaji ambao tunategemea miaka ijayo waweze kuongoza gurudumu hili la kazi ya Mungu wa wapo hapa duniani. Jamani, makofi mengi kwa ajili yao wote, tuongeze makofi na vigelegele kwa wale wenye upendo. Sante sana, sante sana Tunashukuru sana asante kwa ajili ya vyeti hivyo. Naomba uh, sasa tuwalete class 7 kwa ajili ya vyeti, mtajie mwalimu. Darasa saba wa kwanza ni Anifa Kumbunja. Anifa Kumbunja, jamani. Anifa, wazazi, piga makofi mengi kwa ajili yake. Yes, hiki ni cheti muhimu kabisa. Anet Juma. Anet Juma. Anet Juma. Ka Anet Kajuna, wakati Anet anajiandaa. Anet Kajuna Aneti, sasa subiri kidogo e, malize huyu alafu anakuja mwingine ya, ninaamini tumejiandaa vizuri na hivyo matokeo yanakuja vizuri pia jamani. Aneti Kajuna. Aneti, karibu baada ya Aneti ajiandae nani? Wambano, Wambano jiandae. jiandae. Jaden jiandae pia, baada ya huyu unafuata wewe. Makofi mengi jamani, kwa kijana kapendeza, na anapewa cheti. Melkizedeki, jiandae pia, Melkizedeki baada baada ya huyu Melkizedeki, subiri kidogo hapo, subiri kidogo hapo. Sante Melkizedeki, karibu. Ajiandae Mwambonja, jiandae Mwambonja, jandae. Mwambonja, jandae. Mwambonja, jandae. Mwambonja. Karibu. wakati anajiandaa Nelson, baada ya huyu Nelson, ayo anajiandaa Nelson, Dimoso, Nelson, Dimoso jiandae. Wale watu wa keki tafadhali, naomba tuwe karibu ili baada ya hapa tupate kabisa keki na kisha twende kwa program nyingine. asante sana girl. William Pastorina. William, karibu Pastorina, dama ya, geuka kwa huku. Yes, hivyo. Sante. Pastorina, dama. Pastorina, karibu Pastolina karibu. Asante sana, asante sana. Sasa niwaombe kitu kimoja, uh, wahitimu wote wa darasa la saba, kimbia hapa ukiwa na cheti chako. Wahitimu tu, sitaki wazazi wala mtu mwingine tupate picha ya pamoja pamoja na meza kuu. Naomba sasa, mgeni rasmi, tafadhali, kwa heshima yako eh, niwaombe sasa tusogee huku mbele kidogo, alafu wahitimu watakuja chini hapa. Naomba wahitimu wote darasa la saba shuke chini hapa. Aya, wahitimu wote mtakaa kwa uh, chini hapa, alafu mgeni rasmi atakuwa juu hapo. Naonekana vizuri sana jamani, ninaipenda shule ya Dodani. Kwa sababu hiyo, naomba niwashirikishe kwa pamoja kupiga makofi na vigelegele vingi kwa ajili ya picha hii nzuri ya wahitimu pamoja na meza kuu, piga makofi tafadhali. Asante sana, asante sana, asante sana basi. Mnaweza kurudi. Wakati huo Unity pia mkija walimu, naomba tusaidiane kwa uzuri, maana hawa ni watoto na hivyo watahitaji uangalizi wa karibu zaidi. Naomba sasa wavulana wapande juu hapo, wavulana, wavulana, mwasaidie wapande juu, alafu wasichana washuke chini hapa, madamu waje, waje, waje, waje. Waje, waje, waje, wasichana. Yes, mnashuka hapo. Kameshika cheti chako vizuri. Usizide uso tafadhali. Haya, asante. Sasa walimu, naomba tusogee nyuma, ili tupate picha. Naomba hivyo vyeti sasa mweke vizuri, ehe. Haya, tazama mbele, tazama mbele. Pre-Unit W wow. Semandizi wao tabasamu, usifunike, usifunike uso e, na cheti wao safi. Shusha chini, tazama mbele, tazama kwenye kamera mbele. Asante sana jamani, makofi mengi na vigelegele kwa ajili ya Pre-Unit Yes, Sasa wanakwenda kuanza rasmi darasa la kwanza, na hivyo wazazi, tuomba muwasaidie sana katika malezi yao ya kimwili, ya kiroho. Asante sana. Basi mnaweza kurudi. Walimu naomba mnisaidie kuwarudisha Unit, warudi katika eneo lao la kupumzika. Lakini sasa wakati pia meza kuu inarudi Asante sana meza kuu, pia mkiwa mnapata picha e, naomba pia na mimi niuzulie ni, ni kwenye hii picha. Haya, baada ya picha hii naomba walimu wote wa Dodani mtakuja hapa, walimu wote wa Dodani mtakuja hapa ili tupate picha pamoja pia. Asante, naomba walimu wote wa Dodani Dodani zote mbili, naomba walimu waje. Walimu naomba tujitahidi tuwahi kidogo, maana mambo ni mengi na muda ni mchache, tupate picha ya kumbukumbu yeah. ah, walimu pia nao wamependeza, wametokelezea kwa namna fulani hivi, amazing sana bado ninaona madam huko, naomba muje kwa ajili ya picha. Hii ni muhimu sana eh, huenda ndio itakaa kwenye profile ya shule. Baada tu ya logo ya shule itafuata picha hii nzuri kabisa. Yes, walimu wote wote wote wote wote. Blaza Yona, ninakuomba Blaza Yona, tunahitajika huku pia.